Asante kwa kuungana nasi. Karibu tuzungumze kuhusiana na ongezeko la kujifungua kwa njia ya upasuaji. Ikiwa uh, katika baadhi ya mikoa hapa nchini, eh, tafiti zinaeleza kuwa baadhi ya maeneo yamevuka kiwango ambacho kimetolewa na Shirika la Afya Duniani WHO na mikoa ambayo inatajwa ni pamoja na Dar es Salaam, Iringa pamoja na Njombe. Lakini zipo sababu pia mbalimbali mbali ambazo zinatajwa uh, kusababisha hili. Ni miongoni mwa yale ambayo tutagusia na tutapata ufafanuzi wa kina kutoka kwa daktari bingwa wa magonjwa ya daktari bingwa wa wanawake pamoja na uzazi Dr. Godfrey Chale. Uh, karibu sana dokta. Nashukuru sana naam. Na kabla ya kuzungumza zaidi, pengine tuangalie kile ambacho kinaelezwa tukianza na uh, wastan ama hasa mlinganisho um, huo wa asilimia ya wanawake ambao walipata upasuaji wa uzazi ama C-section na Njombe inaonekana uh, kwa asilimia 32. Uh, hilo likiwa uh, limezidi kwa upande wa Dar es Salaam ikiwa asilimia ishirini na sita na kwa upande wa Iringa asilimia ishirini na nne, lakini kiwango ambacho kimewekwa na shirika la afya duniani ama WHO ni kiwango kisichozidi asilimia kumi na tano, yani kati ya asilimia kumi na mbili hadi kumi na tano. Uh, upasuaji ndio ufanyike hapo, lakini katika baadhi ya haya maeneo ikiwemo uh, Njombe Dar es Salaam pamoja na Iringa, kiwango hicho kikionekana kimezidi, na sababu zipo tofauti ikiwemo sababu za kidharura na zile ambazo haziepukiki uh, kitaalamu, lakini uh, miongoni pia mwa sababu ambazo zinatajwa ni pamoja na uchaguzi wa mama, lakini kwa upande wa mwelekeo uh, wa upasuaji wa uzazi Tanzania kwa mwaka elfu mbili ishirini na nne hadi elfu uh, -um mbili na nne uh, kumradhi, hadi elfu mbili -um ishirini na mbili uh, kwa asilimia ilionekana imeongezeka ikiwa, e, inaonyesha kiwango kimeongezeka kutoka asilimia nne hadi kumi nukta saba huku asilimia kumi nukta nne ya wanawake ambao walikuwa ni laki nne mia saba sitini na nane waliohojiwa mwaka elfu mbili ishirini na mbili -um wakiwa wamefanyiwa upasuaji na tumalize na hili lingine ambalo uh, zaidi linaonyesha kuhusiana na namna ya kiwango hicho kimekuwa uh, kikiongezeka na hapa ni asilimia ambao wanajifungua kwa upasuaji Tanzania 2020 2025, ikionyesha mwelekeo wa ongezeko hilo la taratibu la upasuaji wa uzazi, huku ikilinganishwa pia na kiwango cha juu ambacho uh, shirika la afya duniani WHO imesema kiwe asilimia Kumi na tano. Kwa hivyo tutazungumza zaidi kuhusiana na hili mm. na kufahamu pia kwanza, aa, sababu ambazo zinapelekea mama kujifungua kwa upasuaji aa, isiwivyo, isiwe aa, njia ya kawaida. Karibu sana daktari, nashukuru sana a na pengine tuanzie hapo kwa upande wa sababu. Aha, sawa. Sasa labda ningezungumza kidogo kuhusiana na hili ongezeko mm. kwa sababu ukiangalia hata takwimu za kidunia kwa mujibu wa shirika la afya duniani e, eh, takwimu ambazo ninazo nazikumbuka ni za uh, mwaka 2000 mpaka 2015 ambazo ndo zilitoa miongozo kwamba kiwango cha upasuaji kif, angalau kifike kati ya asilimia 12 mpaka 15. Hii ilitokana na ongezeko la upasuaji katika nchi. Kwa mfano takwimu za kidunia zilionyesha kwamba ongezeko la siza lilifikia kutoka mwaka 2000 mpaka 2015 ilikuwa linaongezeka taratibu mm mpaka kufikia asilimia ishirini na moja ambapo ilikuwa takriban ya vizazi hai kati ya milioni kumi na sita mpaka milioni thelathini kulionekana kwamba ongezeko lina, yani ile siza zinaendelea kuongezeka, lakini kwa Afrika kidogo ilikuwa chini kulinganisha na nchi zingine. Kwa, kwa Afrika ilikuwa kama asilimia nne hivi, lakini ilikuwa inaongezeka kwa tofautiana na mabara mm. E, ambapo kulatin Amerika na Karibiani wao ndo waliongoza kwa kiasi kikubwa ambao ilifika mpaka asilimia 44 la upasuaji ambapo Afrika tulikuwa chini. Sasa, ukija kwenye sababu yani inatoa picha kwamba tatizo la ongezeko la, la siza sio Tanzania tu. Mm. Yani, tatizo la kidunia. E, sasa, ukija kwenye sababu ambazo zinaweza zikasababisha wakina mama wengi wakajifungua kwa upasuaji kama ulivyozungumza mwanzoni kwamba inaweza kuwa ni sababu za dharura au sababu zingine tunasema ni za kiafya mama. Eh, tunasema clinical reasons, lakini ile nyingine tunaita emergency. Lakini kingine ambacho kipo tunasema maternal request, yani mama anaomba au mm -hmm. Labda familia inaomba baba na mama wanaomba kwamba mtoto wetu tunataka azaliwe kwa njia ya upasuaji. Hiyo pia ipo mojawapo ya sababu. Watu wanaomba kwamba sitaki mama apush, au mama anasema sitaki kupush, nataka kujifungua kwa upasuaji. Mm -hmm. ambao tunaita maternal request. Sasa katika utaratibu wa matibabu huwezi kumzuia mtu ambaye anaomba, kwa sababu mgonjwa ana haki ya kuchagua. E, kuna haki za mgonjwa, anachagua hospitali, anachagua daktari, hata an... aina ya matibabu. Hamna nafasi ya kushauri kushauri, lazima ushauri. Sasa unaposhauri nafika mahali uki... mgonjwa anakataa, sawa. Unajua hata mgonjwa anaweza akalazwa hospitali, yuko katika hali mbaya, mnamshauri matibabu, lakini kuna ruhusa e, ya kupata u... yani kuna ile tunasema Discharge against medical request, kwamba mgonjwa anaweza akaruhusiwa bila daktari kunini u, kutaka mgonjwa ruhusi. Unaona, huyu bado, lakini mwenye anaomba aondoke mm, hospitali. Sasa ukimkatalia ataondoka, ataondoka, atenda sehemu nyingine, ataomba kufanya upasuaji atafanyiwa, mm -hmm. E, sasa inakuwa kama hivyo, tunasema maternal request. Sasa labda kitu ambacho kinaweza kusema sio wote, au unaweza kuta idadi ya watu wanaomba kupafanya upasuaji sio wengi mm lakini zipo sababu ambazo zinaweza zikapelekea moja kwa moja mama akaenda kufanya upasuaji. Na kwanza tuelewe kwamba unajua, kina mama wengi wanaingia katika ujauzito wakiwa na matatizo, wengi wanakuta mimba imeingia eh, kwao. Akiingia akiwa na matatizo, basi utakuta ujauzito na matatizo kujifungua pia matatizo hmm. hata baada ya matatizo. Matatizo ya kujifungua ya kiafya. Sasa yale ndio anasababisha mama apate changamoto katika kipindi cha ujauzito na kuweza hata kupelekea afanyiwe upasuaji. Sasa kwa mfano ukienda kwa sababu moja moja, ambazo zinaweza zikasababisha hali hiyo ni kwamba inaweza ikatokea katika kipindi hicho cha ujauzito kwa sababu najua sababu za kubwa za msingi ambazo zinaweza zinapelekea kufanyia upasuaji, inaweza kuwa ni sababu za mama, sababu za mtoto mm -hmm. eh, pamoja na maumbile ya mama mm -hmm. ipi ipi ipi, njia salama zaidi kati ya hizi mbili? Njia salama kujifungua ni njia kawaida, mama anaenda anapush mtoto anatoka. Lakini sasa kinachofanya mama ashindwe kuzaa kawaida ukiachilia mm -hmm. uki, ukiachilia mbali ya kuomba, inaweza kuwa ni kwa ujumla ni afya ya mama, tunasema clinical reasons inaweza kuwa mama na matatizo ya kiafya, kwa mfano umri wa mama, labda unaweza kawa tunasema kigezo kimoja kwa umri wa mama mm -hmm. Eh, ee, mama anaweza kuwa na umri mdogo sana, e, chini ya miaka 18, au umri wa mama unaweza kuwa zaidi ya miaka 35 mm -hmm. Pia hiyo moja kwa moja tunasema ni indication ambayo inaweza kusababisha mama akafanyiwa upasuaji wa kujifungua mm -hmm. mm -hmm. Kingine tunasema mama anakuwa na uzito yani, u, u, mwili unakuwa uzito mkubwa sana ambao tunaita maternal obesity pia nanye kwa kiasi kubwa inachangia, kwa sababu mama ambaye ni mnene sana mm -hmm. na hasa katika kipindi cha ujauzito kusukuma natajiwa awe na nguvu mm -hmm. kwa sababu tunasema sababu za mama anaweza kuwa ni power, anashindwa kusukuma kwa sababu ya ile hali ya kiafya mm -hmm. au mwili wake, kwa sababu ile pia inaweza kusababisha umama akapelekewa kufanya nini upasuaji, kwa tunasema mateno obesity au mama kuwa mnene sana inaweza kachangia mm -hmm. lakini pia Mama Sama, tuwa... habapo, ya, ya, ya, ya kuwa na uzito uliopitiliza eh, inaweza ikamalizwa na nini? Hi, huyu mwenye uzito uliopitiliza sababu, wakati mwingine naelezwa kwamba wanapaswa kufanya mazoezi. Sasa mazoezi wakati wa ujauzito sio mazoezi ya kupunguza mwili, ndio maana mm. eh, nimesema mama anaingia katika ujauzito akiwa na matatizo ya kiafya, mmoja wapo hata huo uzito kupitiliza. Mwingine anakuwa ana na, na, na uzito wa kupitiliza, ni mnene sana mm. kwa sababu tunapozungumzia ule unene tunaenda kwenye kitu cha BMI eh, ambayo mama anakuwa obezi, ile BMI yake inakuwa zaidi ya ishirini na nne. Na hili daktari uh, kutokana na ambalo umesema eh. Kuna moja kati ya tafiti nilisoma pia uh, wachache wa sana ndio ambao wanakuwa wanajiandaa sasa kupata ujauzito, kwa hivyo wanafuata kila kitu ambacho kinashauriwa, na idadi ya walio wengi, hasa nchi za Afrika uh, inatokea bila maandalizi hayo ni, ni maandalizi ya namna gani ambayo mama ama wazazi wote pia wanapaswa kufanya? Sasa kwenye, kuna baadhi ya nchi au hata hapa Tanzania. mm -hmm. kuna baadhi ya sehemu au kuna baadhi ya watu wanafahamu hivyo au hata kwenye baadhi ya kliniki, na sisi watu tunashauri pia kwamba mama jiandae kabla ya kuwa mja mzito, kwa sababu kuna kitu aita counseling, anapata ushauri na saa kwamba unataka kuingia kwenye uja uzito Okay, vitu gani vinatakiwa ili kuweza kupata kuwa salama katika kipindi cha ujauzito mpaka kujifungua huwa anapewa counseling. Kwa mfano, mara nyingi huwa tunashauri mama awe na kiwango kizuri, tukienda kwenye swala la nani la folic acid, eh kwa sababu huwa tunashauri mama awe na kiwango kizuri cha folic acid katika maandalizi, au atumie supplement za folic acid ili asipate matatizo. Pia kuna kitu kinaitwa genetic counseling kwa mama atakuwa anafanywa uchunguzi na baba kama kuna viashiria vyote ambavyo vinaweza vikasababisha mtoto akaja kuwa na kasoro, kwa sababu mojawapo ya sababu za operation pia mm. mtoto kuwa na kasoro. Mtoto anaweza kuwa na kichwa kikubwa akawa na matatizo mengine kiasi kwamba ikamfanya mama ashindwe kuzaa kawaida mm. kwa pia anaweza kachangia. Kwa kuna vitu vingi ambavyo mama anakuwa anashauriwa, mojawapo mm. kama kuna katika mambo ya genetic counseling kuna, kuna isu hata ya mapacha, kwa sababu mojawapo tunasema multiple pregnancy, mojawapo ya sababu pia ya mama kufanyiwa upasuaji mm. eh, kwa sasa vitu kama hivyo ni viashiria kwamba huyu mama anaingia kwenye kipindi cha ujauzito, lakini kuna hili na hili na hili, kwao lazima ajipange mapema kwamba atakuja kujifungua kwa njia ipi. Sasa so, so daktari, nikiangalia takwimu ambazo Hilda ametupatia hapa. Ndiyo. Njombe inaongoza, inafuata Dar es Salaam, alafu inarudi tena Iringa, ambao Njombe na Iringa wapo kwenye ukanda mmoja kwa kujirani hapo e. Sasa hapo napata wasiwasi kidogo, sababu hasa ya msingi e, pengine ingekuwa Njombe na Iringa wote ndio wameongoza wamekaa juu, labda tungeelewa kuna sababu za kimazingira ama za kijiografia ya sasa, mimi na hapo inabidi kuingia kwa undani kujua sababu ni nini lakini kama nilivyosema, utakuta wakinamama wengi katika maeneo hayo wanaweza kuwa wanaingia kat katika, yani katika kipindi cha ujauzito wakiwa na matatizo aidha wanapata mimba katika umri mdogo au labda kuna matatizo unajua, matatizo ya kimaumbile ya mama yanompelekea kupata ni kufanyia upasuaji hapo e, sasa wengi inaweza kuwa labda walipata siku za nyuma, labda alipata udumavu katika upindo wa ukuaji. Matatizo ya lishe pia yanachangia e, sasa labda tuliangalia hilo pia kwa sababu unaweza kutalisha mama kama sio nzuri kuanzia utotoni hata anapokuwa, mpaka anaingia kwenye uzazi anakuwa bado hajaimarika, kwa vinachangia vitu kama hivyo. Kuangalia wakati mwingine kwa wamama wa ambao tunasema wana uzito uliopitiliza. Sasa tuangalie pia, je, Njombe, Dar es Salaam na Iringa, sehemu ipi wamama wana nani wana uzito mkubwa? sehemu ipi wa mama labda wali, walikuwa wali, wali na changamoto ya udumavu mm -hmm. Eh, katika kipindi cha ukuaji ambayo inasababishwa na lishe mm hata -hmm. Maternal obesity pia inasababishwa na, na masuala ya lishe haya. Tukija wengine tuangalie labda hii tunasema maternal request, sehemu mm -hmm. zipi kuna uwezekano wa kina mama kuomba kufanyiwa upasuaji. Naam, doctor. Katika hilo uh, kwa sasa pengine tupate simulizi uh, kutoka kule Iringa ambapo mwenzetu Muhamed Nyaulingo amezungumza na moja kati ya mama ambaye amejifungua kwa njia ya upasuaji. Na mkoa wa Iringa ni miongoni mwa mikoa ambayo imeguswa kutokana na kuwepo kwa idadi kubwa ya wanawake hasa wajawazito kujifungua kwa operation, lakini swali linabaki ni je, wote hao wanakuwa wana changamoto ya kutojifungua kawaida na kulazimika kujifungua kwa operation, ama ikoje? Niko hapa na miongoni mwa wakina mama ambao wao walijifungua kwa njia ya operation, lakini sababu hasa nini ilipelekea kuwa hivyo? Yeye ndio ambaye atatueleza. mimi nilifika hospitali tayari nimeanza kuumwa uchungu na uchungu ulinianzia nyumbani kwa kama lisa nyuma mama masaa mawili hivi, baada ya kuwa umeniuma na ukachanganyia, nilifika hospitali wakasema tayari chupa imepasuka na walivyonipima

Kwa ndo kawa safari ya operation menzi ya pale mm. Kwa sababu kubwa hasa haukuambiwa ni nini? Nilivyosikia madaktari wakizungumza walisema tu mtoto kashuka, lakini njia haifunguki, kwa hiyo akaona msaada zaidi ni kunifanya operation. Lakini pengine ukiwa mjamzito mwenye mapendekezo yako, ulikuwa unatamani kujifungua kawaida ama kwa operation. Nilitamani jifungue kawaida ama kwa njia ambayo itawezekana kuwa salama kwangu, na ndio maana nilisubiri mpaka uchungu ukanikuta na hadi chupa ikapasuka nikiwa nyumbani. Baada ya hapo, safari yako ilikuwa kuwaje sasa kwa maana ya kuguza kidonda mpaka hapo lipofikia kidonda mm. Akija nisumbua sana maana, nilikuwa hospitali siku mbili, nikatoka nikaenda kuhudumiwa nyumbani, nika kwa wifi yangu, nilikuwa nahudumiwa na mama mkwe na wifi ilikuwa rahisi tu, japo walinihudumia muda mrefu karibu miezi miwili, lakini nilikuwa nishapona. Maana baada ya siku saba unarudi hospitali hapo ya rufaa kusafisha kidonda, kuangalia maendeleo. Nilifika tu pale nikakuta kidonda kiko vizuri, wakaniambia hakuna tatizo lolote, kwa hiyo wakanifungua wakanisafisha tu hata wakanifunga tena nikarudi nyumbani na sikupata changamoto yote mpaka saa hizi na mtoto tayari ni mkubwa. Kwao sikutana na changamoto yote, na nyumbani nidumia vizuri walikuwa wananisaidia kazi zile kama mzazi, miezi yote miwili. Baada ya hapo, ndo nikaanza za shule mimi za kwangu mwenyewe, taratibu ndogo ndogo, mpaka nikafikia hatua hii. Nilikuwa naogopa kwanza, cha kwanza ile nilivyofika kwenye chumba cha operesheni, nilikuwa na hofu. Walinichoma ile dawa ya usingizi ambayo na nusu, wanasema ni nusu kaputi. Kwa hiyo nilikuwa juu, nafahamu daktari yule usingizi, kwa ni mwanamama, tunapiga stori, hataki nisinzie ama nipumzike sana. Kwa hiyo kila hatua naulizwa, kila hatua naulizwa ila nilikuwa napata hofu ile, kuna sana, kuna damu zinavyomwagika chini, kidogo wanafuta na nini, na hofu nyingine ilikuja baada ya mtu kutoka, wakasema ali sasa sinawaona <laughs> <laughs> <laughs> Uh, kwa kwa daacanna mm, vizuri. Vyakula nilikula vyakula mbalimbali, japo mwanzo ile tulianza tuna supu na mtori ila baada ya hapo wiki moja mbili niendelea kula vyakula mbalimbali tu vyote, japo mimi Mchaga napenda mtori zaidi na ndizi, nilikuwa na viazi zaidi, ila vyakula vingine nilikuwa naweza kula maana sikupata changamoto yoyote. Mpaka sasa wakina mama wengi wanafanyiwa operation tofauti na kawaida, hasa hawa wajawazito, pengine unadhani nini sababu? Ni nini hasa ukiwa kama mwanamke? Lakini kwa wanawake wanaotaka wako acha, kuna mmoja mimi namfahamu mtoto kwanza ajifungue kwa kawaida, wa pili, kaenda kwa operation amekataa kusubiria uchungu mkute, kwa sababu gani? Anasema maumbile anaharibika, ataki kuharibika, anataka atunze maumbili yake kwa ajili ya mme wake ama mpenzi. Kwa hiyo anasema uh, kujifungua kawaida, mwili wako utakuwa uvutii tena kukutana na mwenzi wako. Kwa hiyo wanawake wengi wa sasa hivi kwa wanakwepa ile hali, ili endelee kuvutia kidogo. Njia yako nadhani sahihi ni ipi, kati ya upasuaji na kujifungua kawaida? Njia sahihi, sijui ni ipi Kapuwe, Ila... ambayo unatamani Natamani ifungue kawaida pia nijaribu vyote nisikie ile uchungu halisi ni upi. Maana anasema ile ndio uchungu halisi. Yeah, pia nipate uchungu halisi kawaida sasa ndio nataka nisikie na kuaje. Pia iko mitazamo tofauti tofauti kutokana na taarifa zenyewe hizi, kwa maana ya wanawake wengi kuonyesha wanahitaji kujifungua kwa upasuaji, pengine kwako wewe ambayo umepitia hii, unawaambia nini? Kuguza kidonda pia kidogo inasumbua eh. Unalala, kuna maumivu kidogo. Tofauti na limona alijifungua kawaida pale pale nikamwona kabeba mtoto wake kaondoka. Yaani iko vizuri, anatuaga, anacheka, ana maumivu. Lakini nyie mmelala, kwanza fanya mazoezi ya kutembea. Una ile mpira wa mkojo una vitu vingi vinakusumbua. Ukirudi nyumbani pia uwezi kuinama, uwezi kuinuka, yaani kuna, msaada mwingi unaosubiria kwa siku kadhaa mpaka alirudi. Kwa hiyo kuna changamoto kidogo lakini pia unasema ile ni unapata alama ya, ya kudumu na kujifungua kawaida, unasahau, inaisha alama. Iko mitazamo tofauti kutokana na hali hii, lakini kwake yeye anaamini kujifungua kawaida huenda ikawa ni njia salama zaidi. Mi naitwa Muhammad Nyulingo, Azam News Iringa. Nam kutoka Iringa na daktari hapo amegusia kuhusiana na mambo mbalimbali mbali, e, ikiwemo mtu ambaye ana sasa ile kupona baada ya kujifungua. Kuna yule ambaye amejifungua kawaida na ambaye amejifungua kwa upasuaji. E, kuna utofauti pia hata katika uponaji ukoje? ya, kwa mtu ambaye amejifungua kwa kawaida inaweza katokea kaumia kidogo, labda akaongezewa njia au akachanika, yule akifanyiwa marekebisho pale akashona, anaendelea vizuri kama kawaida, lakini yule ambaye amejifungua kwa upasuaji huwa kunakuwa na madhara au complications wakati wa upasuaji, kwa sababu madhara yanaweza kutokana na dawa, mtu akapata matatizo pale pale, pale wakati wa upasuaji mwingine akapata changamoto baada ya kufanyia upasuaji, lakini kikubwa utakuta wengi uponaji unachelewa hasa kwa wale waliofanyiwa upasuaji, kwa sababu tunategemea baada ya wiki mbili huyu mama amesha nini, ameshapona kile kidonda, lakini kuna mwingine anachukua zaidi ya wiki mbili, kuna mwingine anachukua mwezi eh, kuna mwingine hata zaidi ya hapo, kutegemea na jinsi upasuaji wake ulivyoenda na kidonda chake jinsi kinavyo nini. Mazingira ufanyia upasuaji pamoja na ule uponaji kwa kidonda kutegemea na mwili wake au kutegemea na afya yake. Kwa wengine anauguza kidonda kwa muda mrefu. Mm-hmm. E, alafu kama alivyosema yule mama pale, ni kwamba kovu mtu anakuwa na alama ya kudumu. Mwanzo alikuwa na kovu lolote, ana alama yote katika mwili wake, basi nafanyia upasuaji naika kovu. Na ile kovu litakufanya wewe au ule upasuaji utakufanya hata upasuaji ni mtoto mwingine au mimba nyingine, na ukuja uzae kwa upasuaji. Kwa hiyo utakuta tunaongeza listi ya mama ambao anaingia kwenye upasuaji kwa sababu anakuwa na previous ka e, anakuwa na kovu la upasuaji uliopita mm -hmm. kwa sababu ile ile kwamba nyonga haifunguki au labda sababu ya kipindi kile. Sasa utakuta utapoingia katika ujauzito mwingine daktari hawezi kusema ngoja tujaribu kwanza e, kwa sababu kujaribu na yeye ni riski, inaweza kujaribu mama akapata matatizo mengine, japo inawezekana kujifungua kwa upasuaji na kawaida kawaida, inawezekana kujifungua kwa upasuaji ukaja kujifungua kawaida, ndio. mm -hmm. sababu na mwanzo pia daktari alieleza da sababu za kupelekea eh, kujifungua kwa upasuaji, lakini pia ukataja nyingine kwamba ni mtu anaomba kwamba nijifungue eh, kwa upasuaji. Sababu za hawa wanaoomba kujifungua kwa upasuaji, hata kama iko vizuri na amekidhi kila kitu kiafya na kadhalika, wao wanasema, wanakwepa nini ama wanaogopa nini ama kipi wanakiepuka? Kwa uzoefu wangu, kesi ambazo nimeshakutana nazo, kuna sababu tatu watu wanakuja nazo. Mwingine mm -hmm. anaweza akasema, dokta, mimi naomba unifanyie upasuaji, sitaki kuzaa kawaida sasa unamuuliza kwa nini, mwingine anasema o, nasikia kwamba kujifungua kwa kawaida uchungu nakuwa kali nini. Sasa mimi sitaki kuexperiensi hiyo kitu mm -hmm. Kwao mi nataka nipasulie kwa upasuaji. Unamweleza unaambia sasa, sasa kama ukipasulia kwa upasuaji, hata nafasi ya kuja kuzaa watoto wa kutosha, au kama nataka watoto wanne watano inakuwa ngumu, akisema ah, kwa mimi mtoto mmoja wawili wana nini mm -hmm. wananitosha. Kwa hiyo kweli ana, ana request kufanyia upasuaji, na kwa sababu yeye mwenyewe ameamua, basi daktari ataangalia jinsi gani ya kuweza kumsaidia katika hilo mwingine anakuja na sababu kwamba, mtoto wangu nataka asipate mitikisiko yote ya kichwa chake, nataka mtoto mm. wangu ubongo wake uwe vizuri. Wanaamini hivyo kwamba mtoto aliyefanyia upasuaji tofauti na mtoto alizaliwa kawaida kwamba yule aliyefanyiwa upasuaji ana akili sana kuliko alizaliwa kawaida. Sasa mimi nimezaliwa kawaida, mezaliwa, kawaida? <laughs> <laughs> na watoto <midaktari. laughs> wangu pia wamezaliwa kawaida na wako vyuo. Sasa hakuna tunasema hakuna sababu za kisayansi za kutosheleza kusema kwamba mtoto anazaliwa kwa upasuaji anakuwa na akili sana kuliko yule amezaliwa kawaida, kwa sababu mtoto pia anaweza kuzaliwa kwa upasuaji wakati mama anapata zile dawa za ganzi e, au katika pilika pilika za kumtoa pia akachelewa kachelewa kulia mm -hmm. Una, bado karudi kule kule amezaliwa kwa upasuaji lakini bado mtoto mzito. Na sababu na, ya mwisho ya, ya tatu sa sababu ya tatu ambayo nakutana nayo pia ambayo tuseme nimeshakutana nazo, wengine ni sababu za kimaumbile, anaamini kwamba akijifungua kwa upasuaji, maumbile yake uko, uko nani chini atakuwa vizuri e, kuliko akija kupush kawaida, kwamba njia itanini itatanuka mm. Alafu kimahusiano unaweza ikamletea tabu e, mm. Kwa hiyo sasa, ukiangalia pia na yenyewe sio scientific, tunasema haipo kisayansi mm. Kwa sababu tunasema kitaalam, tunasema vagina is elastic kwamba mm. ile misuli ya kule ya uke na tabia kutanuka na na mm. kurudi na kirudi na rudi vizuri tu. Otherwise labda kama huyu mama alikuwa na matatizo mengine makubwa pale ukeni. Labda kama njia ilichanika waliongezwa, sasa haikurudishiwa vizuri hapo sawa. Lakini kama kawaida tu amepush, mtoto katoka, badala ya maumbile anarudi kama kawaida. Sio kwa wakati huo, inachukua muda kidogo mpaka baadaye nakuja kuwa stable. Kwa mm hiyo -hmm. hakuna pia sababu za kisayansi kwamba ukizaa kawaida mm -hmm. basi maumbile anabadilika. Hiyo sio kweli. Mm -hmm. Ya yeah. Na, asante sana daktari. Kwa hiyo wasiogope ama tusiogope mm. Sasa <laughs> hiyo tusiogope, Richard wezi kusema shukran sana daktari, tunakushukuru na karibu tena. Asante sana. Ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi tukizungumza naye hapa kuhusiana na mengi, lakini kubwa ni kuhusiana na ongezeko hilo la kujifungua kwa upasuaji ambalo tumegusia. Dr. Godfrey Chale tunakamilisha hivyo.